Kabla hujaendelea kusoma hadithi hii, simama kwa sekunde chache na jiulize swali moja la kutisha, lakini la kweli: kama ungeambiwa kuwa ndoto zako zote zinaweza kutimia kwa masharti ya kupoteza kile unachokipenda zaidi, ungechagua nini, utajiri au utu wako? Hadithi hii si ya kuwaburudisha tu, bali ni onyo, ni kioo na ni funzo kwa yeyote anayeamini kuwa kila njia ya mafanikio inalipwa kwa pesa pekee kwa sababu wakati mwingine gharama huwa ni roho ya mtu mwenyewe. Na hii ndiyo hadithi ya mwanaume aliyekuwa na kila sababu ya kufanikiwa kwa haki, lakini akachagua njia fupi iliyomgharimu kila kitu. Jina lake aliitwa Ezekiel Mwandu, na kabla dunia haijamjua kama bilionea kabla magazeti hayajaanza kuandika jina lake kwa herufi kubwa, na kabla majumba ya kifahari hayajaanza kubeba saini yake, alikuwa baba wa familia ya kawaida, mme mwenye ndoto, na kijana aliyekuwa anaogopa umaskini kuliko chochote duniani kwa sababu alikulia katika nyumba ya mateso, akimwona baba yake akidhalilishwa kwa kukosa pesa, akimwona mama yake akilia kimya kimya usiku, na akaapa moyoni mwake kuwa hatarudia maisha yale, hata kama ingembidi kuivunja dunia. Ezekiel alipata elimu nzuri, alikuwa na akili kali ya biashara, na kila aliyemjua aliweza kuona wazi kuwa angefanikiwa. Lakini tatizo lake halikuwa uwezo, bali tamaa isiyo na subira, kwa sababu hakutaka kufanikiwa taratibu. Alitaka kufika kileleni haraka, alitaka heshima kabla ya muda, na alitaka dunia imuogope kabla haijamheshimu na tamaa hiyo ilianza kumfanya asikilize sauti ambazo hakupaswa kuzisikiliza, sauti za watu waliomwambia kuwa dunia ina njia mbili: njia ndefu ya subira na njia fupi ya kafara. Awali Ezekiel hakutaka kuamini, alikuwa mtu wa kawaida mwenye familia aliyempenda mke wake Naima na watoto wake watatu, lakini kadri alivyoshindwa kupata mikopo kadri biashara zake zilivyoanguka, na kadri alivyodhalilishwa na watu waliokuwa na pesa, moyo wake ulianza kuwa mgumu, na hofu ya kurudi kwenye umaskini ikaanza kuwa kubwa kuliko upendo wake kwa kila kitu. Na hapo ndipo alipoanza kusogea karibu na watu waliokuwa wanazungumza lugha ya siri, watu waliovaa tabasamu lakini macho yao yakiwa matupu, watu waliomwambia kuwa utajiri hauji bure, unadai sadaka. Ndani ya Ezekiel kulikuwa na vita kali. Sehemu moja ya moyo wake ilipiga kelele ikimwambia arudi nyuma, alinde familia yake, akubali safari ndefu, lakini sehemu nyingine ilimkumbusha aibu za utotoni, njaa, dharau na maneno ya watu waliomuita mtu wa kawaida asiye na hatima kubwa. Na polepole sauti ya pili ikaanza kushinda, ikaanza kumshawishi kuwa anachofanya ni kwa ajili ya familia yake kuwa mateso ya sasa yangeleta ya maisha mazuri baadaye. Na huo ulikuwa mwanzo wa kujidanganya uliompeleka kwenye giza kubwa zaidi. Mke wake Naima alianza kuona mabadiliko, akaona Ezekiel anakuwa mkali kimya mwenye hasira zisizoelezeka, akiondoka usiku bila maelezo, na alipomuuliza alipata majibu mafupi au hasira. Na watoto wakaanza kumwogopa baba yao, nyumba ikaanza kupoteza amani, lakini bado Naima aliamini mme wake. Hakujua kuwa ndani ya akili yake tayari kulikuwa na makubaliano ya kimya kimya yangesambaratisha kila kitu. Siku Ezekiel alipopata kile alichotamani, siku biashara yake ilipopaa ghafla, siku pesa zilipoanza kuingia bila maelezo ya wazi, dunia ilimshangilia. Lakini moyoni mwake kulikuwa na kitu kilikufa, kwa sababu alijua wazi kuwa mafanikio hayo hayakuwa bure. Na ingawa hakutaka kukiri, alianza kuishi na hofu usingizi ukapotea, tabasamu likawa la bandia, na kila alipoangalia familia yake alihisi uzito wa hatima ambao hakupungua hata baada ya akaunti zake kujaa bilioni. Kadri siku zilivyopita, Ezekiel alianza kuishi maisha mawili tofauti yaliyokuwa yakigongana ndani yake, kwa sababu mchana alikuwa bilionea anayeheshimiwa, anayehutubia mikutano mikubwa anayesifiwa kama mfano wa mafanikio ya haraka, lakini usiku alikuwa mwanaume aliyekuwa anakaa peke yake kwenye chumba kikubwa chenye mwanga hafifu, akitazama dari na kujiuliza ni lini hasa alipoteza mwelekeo wa maisha yake, kwa sababu hata sauti ya kicheko cha watoto wake haikuwa tena chanzo cha furaha, bali ilikuwa kumbusho la kitu kilichokuwa kinamkimbia taratibu, bila yeye kuwa na uwezo wa kukizuia. Utajiri uliongezeka kwa kasi isiyoelezeka. Miradi ilifunguka bila vikwazo. Watu waliokuwa hawampokei simu zamani sasa walikuwa wanamsubiri, na jina lake likaanza kuzungumzwa kama hadithi ya mafanikio ya ajabu. Lakini kwa kila hatua ya juu aliyopanda, kulikuwa na kitu ndani yake kilikuwa kinazama zaidi, kwa sababu alianza kupoteza uhusiano wa kweli na familia yake. Naima hakuwa tena mke aliyemjua akawa mtu aliyekuwa akiishi karibu naye lakini mbali naye kiroho, macho yake yakiwa na maswali ambayo hakuthubutu tena kuyauliza, na watoto wakaanza kumtazama baba yao kama mgeni mwenye pesa lakini asiye na joto la upendo. Ezekiel alianza kuota ndoto za ajabu, ndoto ambazo hakuwahi kuwa nazo kabla, ndoto za kurudi utotoni bila kitu, ndoto za kukimbia lakini miguu ikishindwa kusonga ndoto za kusikia sauti zikimuita jina lake gizani, na alipoamka asubuhi alihisi uchovu kama mtu aliyepigana vita usiku mzima. Na hata madaktari hawakuona tatizo lolote la mwili, jambo lililomzidishia hofu, kwa sababu alijua tatizo halikuwa la mwili, bali la dhamira. Naima alijaribu mara nyingi kumrudisha mume wake, akamkumbusha walikotoka, akamwambia pesa hazifuti hofu. Lakini Ezekiel alikuwa tayari amechelewa sana, kwa sababu kila alipokaribia kukiri ukweli alihisi kama kuna kitu kinamvuta nyuma, kinamkumbusha makubaliano aliyoyafanya na akaanza kukwepa mazungumzo. Akaanza kukaa ofisini zaidi kuliko nyumbani, akajificha kwenye kazi ili asikabiliane na macho ya familia yake ambayo yalionekana kumuuliza maswali mazito bila maneno. polepole matukio ya ajabu yalianza kutokea, si kwa kelele, bali kwa ukimya unaotisha. Mtoto wake wa kwanza alianza kuumwa mara kwa mara bila sababu za kitabibu, wa pili akawa mkimya ghafla, mwenye hofu zisizoelezeka, na naima akaanza kupoteza usingizi, akihisi kama nyumba yao ilikuwa imejaa uzito usioonekana. Na Ezekiel alipoona yote haya, alijaribu kujidanganya kuwa ni msongo wa mawazo lakini moyoni alijua kuna bei ilikuwa inaanza kulipwa, na hofu hiyo ikaanza kumfanya awe mkali zaidi, asiye na subira na mwenye hasira za ghafla. Badala ya kutubu au kurudi nyuma, Ezekiel alichagua kuzama zaidi kwenye kazi akidhani pesa zaidi zingezima hofu. Akaongeza uwekezaji, akaongeza tamaa, lakini kila alipoongeza sifuri kwenye akaunti yake alipoteza kitu kingine nyumbani kwake hadi siku ambayo tukio dogo lilivunja kila kitu pale Naima alipomwambia kwa sauti iliyochoka lakini imara, kuwa alihitaji mume wake si bilionea, na kwamba kama angeendelea hivi angepoteza familia yake yote, na maneno hayo yakamchoma kama moto, kwa sababu yaligusa ukweli ambao alikuwa anajaribu kuukimbia. Usiku huo Ezekiel alikaa peke yake akitazama picha za familia yake kwenye simu akitambua kuwa alikuwa anamiliki kila kitu kisiwayo kile kilichokuwa muhimu zaidi, na kwa mara ya kwanza alijaribu kujiuliza kama kweli utajiri aliyoupata ulikuwa ushindi au ulikuwa ni deni linalokuwa, na jibu lilimwogopesha zaidi kwa sababu alihisi kuwa ameingia kwenye mkataba ambao haukuwa rahisi kuvunjwa na kwamba hata akitaka kurudi nyuma kulikuwa na athari zilizokuwa tayari zimeachiliwa, na hapo ndipo mateso ya kweli yalipoanza, kwa sababu siku chache baadaye tukio kubwa lilitokea halingeweza kufutiwa kwa pesa, tukio ambalo lingemvunja Ezekiel kabisa na kumfanya atambue kuwa utajiri wa haraka unaweza kuwa mwanzo wa adhabu ya polepole na kwamba alichokiona kama mafanikio kilikuwa kivuli tu cha kupotea kwa kila kitu alichowahi kukithamini. Tukio lililovunja kila kitu halikuja kwa makelele wala kishindo. Lilikuja kwa ukimya uliotisha zaidi kuliko kelele yoyote, kwa sababu asubuhi moja Ezekieli aliamka katika nyumba yake kubwa iliyokuwa imejaa kila kitu isipokuwa amani. Akaita majina ya watoto wake bila majibu, akaita jina la Naima bila sauti yoyote ya kurudi. Na alipokwenda chumbani, alikuta kitanda kikiwa tupu, nguo zikiwa zimepangwa kwa utaratibu wa ajabu, kana kwamba mtu alikuwa ameondoka bila hasira, lakini pia bila matumaini. Na moyo wake ulianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Hofu ikampanda kama baridi kali, na kwa mara ya kwanza akatamani pesa zake zote zingeweza kubadilishwa kuwa dakika moja ya kurejesha jana. Siku hiyo ilipita kama ndoto mbaya. Simu zilipigwa bila majibu, polisi walihusika, marafiki walijaribu kusaidia, lakini hakuna aliyekuwa na majibu ya haraka na Ezekieli alijikuta amekaa kwenye sofa kubwa akishika kichwa chake kwa mikono, akitambua kuwa alichokuwa anakihofia moyoni kwa muda mrefu sasa kilikuwa kimeanza kutokea kwa sura ya kweli, kwa sababu nyumba ambayo aliijenga kwa pesa ilikuwa imebaki tupu, bila sauti za watoto, bila migogoro midogo ya kifamilia, bila uhai, na utupu huo ulimkandamiza zaidi kuliko umaskini aliyowahi kuupitia. Siku chache baadaye ukweli ulianza kujitokeza polepole pole, na kwa maumivu, si kwa namna aliyotarajia, kwa sababu Naima hakuwa amekimbia bali, alikuwa amechukua uamuzi mzito wa kuondoka na watoto ili kuokoa kile kilichobaki cha utu wao, na katika ujumbe mfupi aliouacha, alimwambia Ezekieli kuwa pesa hazikuwa tatizo, bali giza lililokuwa limeingia kati yao, na kwamba alihitaji kumlinda yeye na watoto dhidi ya kitu ambacho hakuweza kukielewa, lakini alikihisi kila siku na maneno hayo yalimuumiza Ezekieli zaidi kwa sababu hayakuwa ya lawama bali ya huzuni iliyokata tamaa. Kutoka siku hiyo, Ezekieli alianza kuishi maisha ya mtu aliyekuwa amepoteza dira kwa sababu alibaki na utajiri wake lakini hakuwa tena na sababu ya kuamka asubuhi kwa furaha. Akawa anafanya kazi kwa mazoea tu, akahudhuria mikutano bila kusikiliza, akasaini mikataba bila msisimko, na hata watu waliokuwa karibu naye walianza kuona mabadiliko wakiona macho yake yakiwa matupu, sauti yake ikiwa nzito, na tabasamu lake likiwa la kulazimishwa. Na magazeti yakaanza kuandika kuwa bilionea huyo aliyekuwa mfano wa mafanikio sasa alikuwa amejifungia, mkimya na asiyeonekana hadharani mara kwa mara ndani yake vita vilikuwa vimefikia hatua ya juu, kwa sababu kila alipokaa peke yake alisikia sauti ya dhamira yake ikimuuliza kama kweli ilikuwa inafaa, kama kweli thamani ya maisha ilikuwa mabilioni aliyokuwa nayo. Na kwa mara ya kwanza alianza kutamani maisha ya kawaida aliyokuwa akiyadharau zamani, maisha yenye kelele za watoto, malalamiko madogo ya kifamilia na upendo wa kweli usio na masharti, lakini alipojaribu kuyarudia aligundua kuwa baadhi ya milango ikifungwa haifunguki kwa pesa. Ezekieli alianza kutafuta majibu, akatafuta msaada wa kiroho, akatafuta watu walioweza kumsaidia kuvunja alichohisi kama kifungo kisichoonekana, lakini wengi walimwogopa. Wengine walimwambia wazi kuwa alicheza na moto, na wengine walimshauri atafute toba ya kweli. Na neno hilo toba lilianza kumtesa kwa sababu lilimaanisha kukubali kosa, kukubali kuwa alichagua vibaya, na kukubali kuwa aliumiza watu wasiostahili kuumizwa. Kadri alivyotafuta suluhisho ndivyo alivyogundua kuwa adhabu kubwa zaidi haikuwa kupoteza pesa wala heshima, bali kuishi kila siku ukijua kuwa ulifanya uamuzi uliobadilisha maisha ya watu uliopaswa kuwalinda. Na kila alipojaribu kuwasiliana na familia yake alikutana na ukimya, si kwa sababu hawakuwa hai, bali kwa sababu walihitaji umbali ili kupona, na umbali huo ulimuua Ezekieli polepole Hivyo hivyo, katikati ya giza hilo kulianza kuwaka mwanga mdogo wa hofu na matumaini kwa pamoja, kwa sababu Ezekieli alianza kuelewa kuwa huenda bado kulikuwa na njia ya kurekebisha angalau sehemu ya uharibifu aliyoufanya, si kwa kurejesha kila kitu, bali kwa kukubali ukweli, kubeba mzigo wa matokeo na kuchagua kuishi maisha ya toba ya vitendo badala ya majigambo ya pesa lakini njia hiyo haikuwa rahisi kwa sababu ilimaanisha kuvunja kabisa utambulisho wake wa zamani, akuacha baadhi ya mali na kukubali kuishi bila sifa wala makofi. Na hapo ndipo alipoanza kufanya maamuzi ya ajabu kwa macho ya dunia. Akaanza kufunga baadhi ya biashara zake, akaanza kuachia miradi kwa mashirika ya kijamii, akaanza kusaidia watu kimya kimya bila kutaja jina lake, na watu wakaanza kushangaa kwa sababu bilionea aliyekuwa anajilimbikizia mali sasa alikuwa anajivua taratibu. Na ingawa kitendo hicho hakikumrudishia familia yake mara moja, kilianza kumrudishia kitu ambacho alikuwa amekipoteza kabisa: usingizi wa amani, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Lakini safari ya Ezekieli haikuwa imefika mwisho kwa sababu jaribio kubwa zaidi bado lilikuwa linakuja, jaribio ambalo lingemlazimisha kuchagua wazi wazi kati ya kulinda kilichobaki cha utajiri wake au kulipa gharama ya mwisho ya kujaribu kuokoa roho yake, na uamuzi huo ungeathiri yeye peke yake, bali ungeamua kama hadithi yake ingebaki kuwa onyesho la diza au funzo la uokovu. Uamuzi wa mwisho wa Ezekiel haukuja kwa ghafla kama alivyokuwa amefanya maamuzi mengine ya maisha yake, bali ulijengwa polepole pole kupitia usiku mrefu wa tafakari, machozi yasiyoonekana, na mapambano ya ndani ambayo hakuna hata bilionea mwenzake angeweza kuyaelewa, kwa sababu aligundua kuwa kulikuwa na tofauti kubwa kati ya kuogopa kupoteza pesa na kuogopa kupoteza nafsi, na kwa mara ya kwanza katika maisha yake aliamua kuogopa jambo la pili zaidi kuliko la kwanza. Siku hiyo ilipofika Ezekiel aliikisha mkutano mkubwa, si wa biashara, bali wa uwazi. Akasimama mbele ya watu waliokuwa wakimheshimu kwa sababu ya mali yake, na kwa sauti iliyotetemeka lakini ya kweli, alikiri kuwa mafanikio yake hayakuwa safi kama walivyodhani. Hakueleza mambo kwa undani wa giza, lakini alikiri hadharani kuwa tamaa ilimfanya apoteze familia yake, utu wake na amani yake, na kwamba utajiri wa haraka ulimgharimu harama ambayo hangeweza kumtakia mtu yeyote. Na maneno hayo yalishangaza wengi kwa sababu hayakuwa ya kujisafisha, bali ya kujivua. Baada ya siku hiyo, Ezetiel alianza kutekeleza uamuzi wa mwisho wake kwa vitendo. Akauza sehemu kubwa ya mali zake, akaanzisha mfuko wa kusaidia familia zilizovunjika kwa sababu ya tamaa rushwa na maamuzi mabaya ya wazazi, akatoa pesa kwa miradi ya watoto yatima, lakini zaidi ya yote aliamua kuishi maisha ya kawaida kuliko hapo awali, akihamia nyumba ndogo, akitembea bila walinzi wengi, na kuacha kelele za dunia zilizokuwa zinampa sifa lakini hazikumletea amani. Na kila alichokifanya hakukifanya ili aonekane mzuri, bali ili ajikumbushe kila siku kuwa hakutaka tena kuishi maisha ya uongo. Safari ya kurejesha uhusiano na familia yake haikuwa rahisi kwa sababu toba ya kweli haifuti maumivu mara moja. Naima hakurudi haraka, watoto hawakurudi mbio, lakini polepole kupitia mawasiliano ya heshima na uvumilivu alianza kuruhusiwa kuwa sehemu ya maisha yao kwa umbali, si kama shujaa bali kama mwanaume anayejifunza upya kuwa baba na ingawa hakurudishiwa kila kitu, alijifunza kuishi na matokeo ya maamuzi yake bila kukimbia tena. Miaka ilivyopita jina la Ezetiel halikutajwa tena kama mfano wa bilionea wa mafanikio ya ajabu, bali kama onyo la wazi kuwa si kila utajiri ni baraka, na si kila njia ya haraka haina gharama ya baadaye, na kwa watu waliokuwa wakisoma au kusikia hadithi yake, walijifunza kuwa tamaa isiyodhibitiwa inaweza kumfanya mtu avuke mipaka ambayo baadaye haiwezi kurudishwa na kwa Ezekiel, adhabu kubwa zaidi haikuwa kupoteza pesa, bali kuishi maisha yote akikumbuka kuwa alifanya chaguo ambalo lingeweza kuepukwa. Siku moja akiwa amekaa peke yake kwenye benchi la bustani ndogo, Ezekiel alitazama watoto wakicheza, akatabasamu kwa huzuni, lakini pia kwa shukrani, kwa sababu alielewa kuwa ingawa hangeweza kurudisha jana, bado alikuwa na nafasi ya kuishi kesho kwa uaminifu. Na hapo ndipo alipojua kuwa wokovu wa kweli hauji kwa kufuta makosa, bali kwa kukubali ukweli na kuacha urithi wa funzo kwa wengine. Na hapo ndipo hadithi ya Ezekiel Mwandu inapofikia mwisho wake wa maandishi, si kama hadithi ya ushindi wa utajiri, bali kama simulizi ya mtu aliyepata kila kitu kwa gharama mbaya na kujifunza kuchelewa kuwa thamani ya maisha haiwezi kupimwa kwa namba kwenye akaunti, bali kwa amani moyoni, uhusiano wa kweli na uwezo wa kusema hapana pale tamaa inapokuita. Na kama hadithi hii imekuacha kimya kimya kwa sekunde chache, basi ujumbe wake umefika mahali ulipokusudiwa. Kama hadithi hii imekugusa, imekuonya, au imekufanya ujiulize maswali kuhusu maamuzi yako, usipite kimya kimya. Subscribe ili usinose simulizi nyingine zenye mafundisho ya maisha, onyo na matumaini. Kumbuka, utajiri unaweza kununua nyumba, lakini hauwezi kununua familia. Unaweza kununua heshima ya watu, lakini si amani ya nafsi.